Jeshi la Rusia limefanya shambulizi la kushtukiza nchini Ukraini lililopelekea vifo vya zaidi ya watu ishirini katika mji wa Sumi, mji ambao ni maarufu kwa masuala ya kiimani na shughuli za kijamii nchini humo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumapili Aprili 13, 2025 kuwa makombora mawili ya balistiki yalirushwa na Rusia yalipiga katikati mwa mji huo majira ya saa kumi na robo alfajiri wakati watu walipokusanyika kusherehekea ibada ya Jumapili ya mitende. Shirika hilo limeongeza kuwa, ripoti katika eneo la tukio zinaonyesha miili ya watu ikiwa imezagaa ardhini huku ikiwa imetapakaa damu, lakini kukiwa na uchafu wa moshi karibu na eneo la kati la mji wa Sumy. Kwa upande wake kaimu meya wa mji huo, Artem Korbaz, akizungumza muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea amesema walikuwa katika ibada nzuri ya siku ya mitende kabla ya mambo kubadilika na kuwa kilio. Katika hatua nyingine, Russia na Ukraine zimeendelea kushutumiana kwa kushindwa kusitisha mapigano hayo kwa siku thelathini baada ya mjumbe wa Marekani kuondoka Moscow, jambo linalotatiza kukoma kwa mashambulizi baina ya mataifa haya. Hata hivyo mataifa mbalimbali mbali ya Ulaya yameapa kutoa mabilioni ya misaada ya kijeshi kwa Ukraine ili kuliwezesha taifa hilo kuendelea na mapigano baina yake na Russia. Kurejea kwa mashambulizi hayo huenda kukawa ni mwanzo wa kipindi kigumu zaidi kwa taifa hilo la Ukraini kutokana na mfululizo wa mashambulizi mabaya yanayoendelea kutekelezwa na Russia. Itakumbukwa kuwa katikati mwa juma hili kulikuwa na mashambulizi kadhaa yaliyopelekea vifo na majeraha kwa watu ambao walikuwa wakipatiwa matibabu katika kituo cha Superhumans Center, ambacho ni kliniki ya mifupa nchini Ukraine. Akizungumzia tukio hilo, Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy amethibitisha kuwa juhudi za uokoaji zinaendelea na kusema dazeni wameuawa katika shambulio hilo la makombora mawili. Ameongeza kuwa taarifa za awali, ni makumi ya raia wameuawa huku wengine wakijeruhiwa vibaya kutokana na mashambulizo hayo, huku akisema uchafu ndio unaweza kufanya vitendo kama hivyo vyenye kuchukua maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Zelenski pia alitoa wito kwa jibu la kimataifa kwa shambulio hilo, huku akionyesha wasiwasi juu ya mazungumzo kama yanaweza kuwa njia sahihi za kusitisha mapigano hayo, na nukuu, mazungumzo haya hayajawahi kusimamisha makombora ya balistiki na mabomu ya angani. Kinachohitajika ni mtazamo kuelekea Urusi ambao tunamtazama kama gaidi. Naye waziri wa mambo ya ndani ya Russia sergei Lavirovi amesema raia wa Ukraine wamekuwa wakitushambuliwa tangu mwanzo kila siku inayopita, labda kwa tofauti mbili au tatu, akiongeza kuwa Moscow itazipa Marekani, Uturuki na mashirika ya kimataifa orodha ya mashambulizi ya kivu katika wiki tatu zijazo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu ili kufahamu mengi yanayoendelea katika mashariki ya kati. Baki nasi.